Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa William Lukuvi, mbali na kutoa onyo kwa watendaji wa ofisi yake wanaoshirikiana na wageni hao kuacha tabia hiyo, ameongeza kuwa ana taarifa za makampuni ambayo hujisajili kama makampuni raia kwa kutoa hisa kwa wananchi na baada ya kupata ardhi huhamisha hisa zote kiwanja, kwa kupata sasa leo tunafuta, lakini nimemkabidhi TAKUKURU wa mkamate kwa sababu amemiliki kwa taarifa za uongo, na tunacho na kitambulisho chake kinachoonyesha kwamba ni raia wa Uingereza, kwa hiyo hakupaswa kumiliki. Sasa, watu kama hawa tunawajua, nawapa tahadhari. Wizara yangu kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali tumeanza uhakiki kuwabaini hawa ambao wamemiliki wa ardhi yetu ya Tanzania kwa uongo uongo na udanganyifu, na tutawajua kama huyu, ataishia mikononi mwa polisi. Leo natakukuru lakini atakwenda mahakamani. Sisi hati zote hizi tano tumezifuta kuanzia leo. Kuhusu wimbi la matapeli wanaotumia nyaraka za kugushi na zile zilizokuwa zikitolewa na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambazo zilifutwa mwaka elfu mbili na nane, Mheshimiwa Lukuvi ametoa miezi mitatu kwa wamiliki wa viwanja ambavyo havijajengwa viwa na wana nyaraka halali zilizotolewa na jiji wazirejeshe kwa kamishna wa ardhi ili zihakikiwe waweze kupata hati miliki, na nimewakataza maafisa ardhi wa manispaa za Dar es Salaam kutoa huduma tena kwa watu wote wenye ofa hizi, ziwe halali au za kughushi, za nembo hizi za halmashauri za wilaya mbalimbali mbali, au za jiji la da Dar es Salaam. Watu wote wenye karatasi za umiliki wa namna hii lazima zije kwa kamishina wa ardhi wa kanda moja kwa moja wizarani ili tuzihakiki. Wale wenye nyaraka sahihi tutawabadilishia na tutawapa hati ambazo tumeamua kuanzia elfu mbili na nane watu wasimiliki kwa ofa za namna hii, wapewe hati ya kumiliki moja kwa moja. Wakati huo huo, Mheshimiwa Lukuvi ametoa onyo kwa wananchi kote nchini wanaovamia mashamba na viwanja vinavyomilikiwa kisheria kwa madai kuwa ni mapori au uhaba wa ardhi, kwani kwa kufanya hivyo ni kosa la jinai, na kwamba maeneo mengine umesababisha uvunjivu mkubwa wa amani. Nimetoa onyo kwa wananchi mbalimbali kuacha kujichukulia sheria mkononi, kuvamia vamia mashamba na viwanja vyenye hati. Upo utaratibu wa kisheria. Wananchi wowote wale wanaoishi katika vijiji au katika maeneo ambayo wanayakuta mashamba yamevamiwa na watu hayaendelezi, watoe taarifa kwa maafisa ardhi wateule wa wilaya. Watatoa notisi ya siku tisini kwa wahusika, yatakuja kwangu, nitampelekea mheshimiwa Rais atafuta. Nikiripoti kutoka wizara ya ardhi jijini Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.